hali ya uzalishaji umeme nchini ni nzuri hasa baada ya kukamilika kwa miradi mbalimbali mbali ya vyanzo vya uzalishaji umeme ambapo hadi kufikia mwezi Februari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano uwezo wa mitambo ya kufua umeme kwenye gridi yetu ya taifa umefikia jumla ya megawati 3796.71 wakati mahitaji ya juu kabisa ya umeme kwenye mfumo wetu wa gridi yakifikia megawati elfu moja mia tisa na nane ane sasa, tukijaribu kuangalia mwaka elfu mbili na ishirini na moja uwezo wetu wa kuzalisha ulikuwa ni megawati elfu moja mia tano na sabini na tatu pointi sita tano lakini sasa hivi tunaongelea megawati elfu tatu mia saba na tisini na sita pointi saba moja kwa wale ambao wanajua mahesabu, unaona huko ni kama tumekwenda zaidi ya mara mbili ya uwezo wa kuzalisha umeme katika kipindi kifupi cha miaka minne. Sasa mafanikio haya ya kuongezeka kwa uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini yamechangiwa na miradi mbalimbali, ukiwemo mradi wa bwawa la Julius Nyerere, sisi tunaita ni JNHPP, Julius Nyerere Hydropower Project mradi huu una uwezo wa kuzalisha megawati 2115 na, na unatekelezwa na serikali chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati. Na katika ule mradi tunayo mitambo tisa na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235. Ukizidisha tisa mara 235 ndo unafika kwenye ile figa ya 2115, lakini gharama za awali za mradi huu zilifikia trilioni sita nukta tano, tano, nane na mpaka sasa asilimia tisini na tano nukta tisa ya fedha hizo zimekwisha kulipwa na serikali kwa mkandarasi. E, pale katika ule mradi tunao wakandarasi wawili, ni muunganiko wa wakandarasi wawili wote wanatoka katika nchi ya Misri, mmoja akiitwa Elsewedy Electric, lakini mwingine akiitwa Arab Contractors. Sasa mwaka elfu mbili na ishirini na moja Machi, wakati mheshimiwa e, Rais Dr Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, mradi huu utekelezaji wake ulikuwa umefikia asilimia 33, lakini hivi tunavyoongea leo mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu 2025, utekelezaji wa mradi huu umefikia asilimia 99.82. Tumetoka asilimia 33, tumefika asilimia 99.82 na ndio maana tunasema kwamba mradi huu ni kama sasa utekelezaji wake umekamilika kabisa, lakini kama sehemu ya mradi huu kulikuwa pia na mradi wa kutoa sasa umeme kutoka kwenye ule e, mradi kuja Chalinze ambako ndo kuna kituo kikubwa cha kupokelea umeme na ujenzi wa miundombinu ya laini ile umekamilika kwa asilimia 99.75. Wakati tulipo mwaka ule wa 2021, wakati mheshimiwa rais anaingia madarakani ulikuwa kwenye asilimia 44. Lakini pia, kama nilivyosema, tuna bwawa, tuna njia ya kubeba umeme kutoka bwawani, lakini tuna kituo cha kupokea umeme cha Chalinze. Mwaka 2021 kilikuwa kimefikia asilimia 35.9 ya ujenzi, lakini tunavyoongea leo kimekamilika kwa asilimia 97.59, kwa maana kwamba tayari kituo hicho ndo sasa kinasambaza umeme unaotoka kule kuingia katika mfumo wetu wa grid. Tunapofika mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu, jumla ya mashine 8 katika zile tisa tayari zilikuwa zimeshakamilika kufungwa na ziko tayari kuzalisha umeme muda wowote zinapohitajika kufanya hivyo. Sasa ukichukua 235 megawati mara mashine 8 unapata 1880. Sasa huo ndo, e, ndo uwezo unaoweza kuzalishwa na kituo kile kwa sasa lakini habari njema ni kwamba mwishoni mwa mwezi huu wa tatu mashine namba moja tayari imesha kamilika na sasa tutasaini kuichukua ile mashine na hivyo sasa idadi ya mashine tutakazokuwa tumezichukua kufikia mashine tisa, na tukiwa sasa tumekamilisha kabisa e, uwezo ule wa uzalishaji wa ile planti wa megawati 2115 ambazo serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan ililenga kuzizalisha kupitia mradi ule.